Halo, habari zenu wazee, naongea hapa na kijana wenu Lungi. Ah, leo niko nataka nizungumze na vijana, najua na vijana wana roho mbaya. Kwa hiyo huwa saa hii roho mbaya yao inawafanya wao wasifike mbali. rombaya rombaya penda kuwakwamisha wengine, wapende wengine wafanikiwe. Hichi kitu hichi bana, atakuwa mtu apambane nacho, achane, apambane na nafsi yake, awachane nacho, kwa sababu hujui nani atakayekuja kusaidia katika mafanikio yako ao kama una nafasi ya kumsaidia mtu mwingine msaidie, acha roho mbaya. Kila sehemu unapokuwepo, basi unakuwa ni mtu wa roho mbaya, roho mbaya. Hilo sio jambo jema sana katika swala la mafanikio. Yaani, Mwenyezi Mungu yuko pamoja na wewe ukiwa wewe uko pamoja na shida za watu wengine. Penda kuwasaidia watu wengine, kama umefanikiwa basi kuwasaidia watu wengine kwa namna yoyote, wanaohitaji kufanikiwa kama wewe, siwanyime so, ujuzi, maarifa, ukaona kwamba ukifanikiwa utakuwa umefeli. Hamna, bali wewe unatengeneza watu ambao wewe baadaye utakapoanguka waje kukusaidia, kama wanakwasaidia. Najua bana, yani hii ni nyuma, geuka, mwisho wa nyuma akawa kwanza, kwanza akawa mwisho. Kwa hiyo hemu Vijana bana, tuache roho mbaya, tusapotiane katika vile vitu tunafanya. Eh, kiwa na umeanza kufanikiwa, kuna watu ambao wanataka kufanikiwa kama wewe, na kuomba ujuzi fulani, mpe, utafanikiwa zaidi. Lakini ukiwa ni mtu wa roho mbaya, roho mbaya haipendezi kwanza, alafu pia unajitengenezea maadui baada ya kujitengenezea marafiki ambao watakulinda. Japokuwa ni kwamba kuna watu ambao unaweza ukawasaidia alafu wao ndo wakawa ndo kikwazo katika maisha yako. Lakini usijali, najua cha msingi ni wewe kujifanyia wema wewe mwenyewe, kwa sababu wewe usi kiacha kuwasaidia, tatizo linakuwa ni la kwako wewe. Lakini wao wakishindwa wao kufanya vile ambavyo unatarajia wao wafanye, tatizo ni la kwao wao huwa huwa mafanikio bana, tunasababishaga sisi wenyewe kufeli. Kwa hiyo wewe bana, ukiwa si mtu wa kuwasaidia wengine, nadhani uh, utakuwa tatizo ni wewe mwenyewe. Kwa hiyo sasa, ili ufanikiwe, inahitaji usiwe tatizo. Unajua, alafu kikwazo kikubwa cha mafanikio yako ni wewe mwenyewe. Kwa hiyo wewe, we mwenyewe unachukuliaje? una mafanikio nahitaji mafanikio, kwa hiyo kuna vitu fulani unahitaji kuachana navyo. Kimoja wapo ni ubaya, unajua na usiwe ni mtu wa kufanya wema utarajia kwamba watu watakulipa utafeli, bali jua wema uzalishe wema, na ujue kwamba unaweza ukamfanyia wema mtu fulani asikufanyie wema yule, lakini Mungu yuko unaweza kaja kupata msaada usiotarajia. Kwa sababu gani? wa Mungu ana hekima zake. Kwa hiyo sisi tunaweza tukafanya vitu tukatarajia, tunawafanya wema tulipe wale wale, sio mpango wa Mungu huo. Kwa mpango wa Mungu ni wewe kufanya wema na nailo, ninasisitiza sana wafanyie watu wengine wema koma bana omaa wafanyie watu wema, support watu, wape watu, watu ujuzi waelimishi watu bana, kama unafanya fulani watu fulani na sehemu fulani umekalishwa na Mwenyezi Mungu, basi jitahidi usiwe kikwazo kwamba watu wengine wasifanikiwe kwa ajili ya wewe, kwa sababu dua za watu, kama sio leo kesho, hiyo dua yake itakufikia. Kwa hiyo utakujikuta umefeli kwa sababu tu ya roho mbaya za kuwakomisha watu wengine. Kwa hiyo waisee, tusapotiani, tufanye vile vitu ambavyo tunahitajika kufanya, kuwasaidia watu wengine wahitaji, watu wamasishani kwa kuwasaidia watu.